Mangungu, naomba ni kushauri kwa uchungu. Mangungu, Mangungu, haiwezekani. Simba ikifungwa yako ikishinda ni yamoo. Mangungu unazalilika, mzee wangu. Mangungu, hamia Yanga. Mangungu, ushauli na ukupa. Mangungu, Mangungu, hamia Yanga. Mangungu, usivumilie kejeli, usivumilie zalau, usivumilie kutukanwa kila Simba ikifungwa mwisho wa msimu wanakuitia mikutano, unauliza sababu ni nini, hujibiwi. Haya wewe, ufai kwa kipi? Hujibiwi. kila Simba mwisho wa msimu ikikosa ubingwa, wewe unaitiwa mikutano, vikao. Yani kuna watu wanalipwa hela ili mradi tu kuficha makosa yao. Mangungu, hamia Yanga. Yanga hawana mambo hayo. Wakifungwa timu ni yao wote, wakishinda timu ni yao wote. Mangungu usivumilie kejeli, usivumilie zalau, usivumilie matusi. Mimi kama ndugu yako Mchome Mapovu, kijana wako wa faida, mimi nakukubali, na kitu nachokushauri, jitahidi uhamie Yanga. Umevumilia mengi, watu wanafanya makosa ya usajili, matusi anakuja kwako. Watu wakifanya makosa ya kuleta wachezaji wabovu, matusi anakuja kwako wewe E, yon, wana Simba wana kumudu au hamia Yanga?